Lakini kama Same Qualities Foundation wao wana miaka 11 tangu wamekuwepo nchini Tanzania. Kama alivyotangulia katika utangulizi Faruku Karimu, ni kwamba Same Qualities Foundation wao wanajihusisha na huduma za kijamii, hasa kusaidia watoto wenye mdomo sungura. Kila mwezi wamekuwa wanafanya operation katika hospitali mbalimbali. Kwa mfano mwezi huu wa Novemba kuanzia tarehe 17 mpaka tarehe 21 watakuwa katika hospitali ya Kilolo Tabora, ambapo watafanyia watoto wengine tena upasuaji na huduma hii inafanyika bure. Kwa nini inafanyika bure? Ni kwa sababu ya gharama za matibabu ya operation ya mdomo sungura ni kubwa. Mtoto mmoja ana gharimu takriban shilingi laki nane kwa maisha ya kwetu ya Kitanzania, ni ngumu kwa wazazi wa hali ya chini kuweza kumudu hizo gharama. Watamudu wenye kipato cha kati, lakini vipi hao wa chini? Je, tuwanyime tabasamu? Hapana. Same Qualities Foundation wakaona iko haja ya kurudisha tabasamu kwa watoto wenye mdomo sungura kwa kutoa huduma bure, lakini wao watapata wapi fedha za kuweza kumudu hizo gharama? Wakaanzisha kitu kinachoitwa SQF Cleft Marathon, ambaye kwa mwaka huu msimu wa saba inafanyika sasa Zanzibar. Kwa nini Zanzibar? Kwa sababu Zanzibar ni moja kati ya eneo ambalo lina watoto wengi wenye changamoto hiyo, na hii ni mara baada ya mwezi mwezi Aprili kufanyika hapa Zanzibar katika hospitali ya Mnazi Mmoja ikaonekana kuna uhitaji mkubwa sana. Sasa, mbali ya kuendelea tukuja kutoa huduma, lakini pia kutoa elimu, kuwashirikisha Wazanzibari kuona uh, na kufahamu vema kuhusiana na tatizo la mdomo sungura kwamba si ushirikina si uchawi si laana, ni magonjwa kama magonjwa mengine vile. Inawezekana kutibika na, na ukimwona mtu ambaye amefanyiwa operation hiyo, huwezi kutambua kama aliwahi kuwa na mdomo sungura. Kwa hiyo mbio hizi ni za kijamii zaidi, lengo ni kuweza kuona inakusanya fedha kwa ajili ya kwenda kuwasaidia kurudisha tabasamu watoto wenye mdomo sungura nimeambatana na mabalozi wengine eh, data vizuri. Naitwa Joseph Katembo, Joseph Katembo, mwenyekiti wa wandaaji wa mbio za barabarani Tanzania. Baada ya kuweka sawa, naomba sasa ujamalizia, lakini kwa umeweka rekodi ya kukimbia mbio za joba kilomita 92 <laughs> asante <laughs> ah, ni mkimbiaji pia wa masafa marefu eh, nikimaanisha nimekimbia kilomita tisini Saudi Afrika mwezi wa sita ikiwa ni awamu ya pili, lakini mekimbia do Dar es Salaam do morogoro kilomita 180 mwaka 2022 Dar es Salaam Dodoma 2022, pia e, kilomita zaidi ya 445 kwa siku tatu. Kwa hiyo napoongelea mambo ya kukimbia, si mdhaifu wala mnyonge. Sasa tunakuja kwenye lengo kuu la uwepo wetu hapa. Tuko maalum kuhamasisha umma wa Watanzania kusaidia jambo hili ambalo, kama walivyokwisha kusema mabalozi wenzangu hapa, huduma ya mtoto mmoja ni shilingi laki nane ambayo ukiitamka ni gharama, lakini kwa umoja wetu tukisimama kwa pamoja, hili jambo linawezekana, na si lazima uje kukimbia. Hapo ulipo, bahati nzuri Mtanzania popote alipo anaweza kuchangia, si lazima aende Amani, aje hapa Amani Complex, si lazima aende Forodhani wala Michenzani moyo. Kuna website ambayo ni www.samequalitiesfoundation.org huko. Unaweza ukajisajili popote ulipo, kwa hiyo kama ulivyokwisha kueleza, gharama ni elfu thelathini na tano ya kushiriki tukio, lakini kwa sababu ni tukio la kijamii kusaidia, unaweza kugharamia hata watoto wawili, mtoto mmoja, nusu ya gharama ya mtoto mmoja kupata huduma hiyo. Sote tunakaribishwa. Kwa hiyo amekwisha eh, kusema eh, mwenyekiti wetu mwenyeji hapa, mbio zitafanyika tarehe 23 mwezi Disemba 21 ah, 21 mwezi Disemba. Ah, mbio hizi kwa Zanzibar ni mara ya kwanza, lakini huduma imekuwa ikiwepo. Hivyo tunahamasishwa wote tuje kushiriki mbio hizi, kwanza kujenga afya, lakini unapojenga afya tayari unatengeneza maisha kwa watu wengine. Nimepata balozi e, mtoa ushuhuda mmoja hapa alikuwa na mtoto E, nyumbani wa namna hii na baada ya huduma hiyo wakaanza kukataana, siyo yeye si yeye. Umeona, ni huduma iko wazi, ni huduma iko live. Ukipata mtoto akipewa hii huduma, huwezi kumtambua kama yeye. Miaka tangu anapozaliwa mpaka miaka mitano ndio kipaumbele sana kwa watoto hawa, anapozaliwa mpaka kufika miaka mitano, ni watoto ambao wanapata huduma hii. Kwa hiyo, e, tujitokeze kwa wingi, Mbio zitafanyika tarehe 21, tuna tumejipanga kuandaa tukio lenye ubora sahihi kabisa kwa wakimbiaji, huduma stahiki zote. Mimi kama mkimbiaji na balozi wa eh, SQF Craft Marathon tunawaahidi kuwaletea tukio bora, lakini tunaomba mtushike mkono wa Tanzania kwa ujumla kutimiza lengo hili ambalo ni kampeni, ni miaka kumi na moja sasa tangu kampeni imeanza, lakini kama tukio la kuambatana na mbio ni awamu ya saba. Awamu ya saba hii tuko Zanzibar na ni zaidi ya watoto elfu mbili mia tano arobaini na tatu Tanzania nzima mpaka tunavyozungumza hivi wamepata huduma hii. Kwa hiyo ni huduma ambayo sio maneno ni huduma ya vitendo. watoto 2543 mpaka sasa tunazungumza walishapata huduma hii Tanzania nzima, na sasa tuko Zanzibar, tunategemea tutaongeza idadi zaidi kutokana na ushiriki e, wa mwaka huu, kupata watoto wengi zaidi watakaopata huduma hii. Kwa hiyo kwa ujumla, napenda kuwakaribisha sana, tuje tukimbie Zanzibar, tufurahie marashi ya Zanzibar katika kusaidia watoto wapate tabasamu wale wenye midomo sungura wawe katika ubora unaostahili. Karibuni sana.